t ana mechi ya Simba eh, tarehe ishirini na tano, eh, na ni mechi kubwa eh, fainali inachezewa nyumbani lazima uwanja huu eh, uwe tayari kwa matumizi hayo tarehe ishirini na tano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 lakini pia uh, Zanzibar ambako wamefanya kazi nzuri. Lakini pia niwashukuru uh, BCG kwa kazi kubwa wanayofanya sasa ya kufunga viti uh, ambavyo naamini kabisa mpaka uh, tutakapoanza mashindano ya CHAN vitakuwa vyote vimekamilika. Lakini kwa tarehe 25 Mei, uwanja uko tayari. Na tunaamini kabisa uh, kafu sasa wakija, yale walio yote waliokuwa uh, wameyaorodhesha yote, yalikuwa yalikuwa yalikuwa 14, yote tumeyakamilisha. Kwa hiyo tuna hakika, labda itokee jingine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 mahali pa salama. Kwa hiyo salama yetu sikio ni kupata mpira, lakini nadhani mmekushaona na kazi inayofanyika.